Karibu tena kwenye chanel ya Dokta Rafiki, sehemu inayotoa elimu ya afya kwa lugha ya Kiswahili. Leo tutaongelea kuhusu vyakula vitano ambavyo vinaweza kukusaidia kuongeza nguvu za kiume kwa haraka. Kama unatafuta njia rahisi ya kuimarisha nguvu za kiume bila kutumia dawa, basi endelea kutazama video hii hadi mwisho. Kumbuka kubonyeza neno subscribe, ili wa kwanza kupata elimu za afya kila siku tunazoziweka kwa lugha ya Kiswahili. Basi tuanze somo letu pamoja. Sasa, nguvu za kiume si tu kuhusu kuwa na nguvu za misuli kama watu wengi wanavyodhani, bali ni kuhusu jinsi mwili unavyofanya kazi kwa ujumla, kuanzia afya ya moyo, mzunguko mzuri wa damu, hadi homoni zako. Hii ina maana kuwa ukila vyakula sahihi, unaweza kusaidia mwili wako kufanya kazi vizuri na kuongeza nguvu hizo. Leo nitakuonyesha vyakula vitano ambavyo unaweza kuanza kutumia ili kurejesha nguvu hizo. namba moja ni spinach. Spinach ni mboga yenye madini mengi yanayosaidia mwili Ina kitu kinachoitwa folate ambacho ni muhimu sana kwa mzunguko wa damu. Unapokuwa na mzunguko mzuri wa damu, kila sehemu ya mwili unapata nguvu ya kutosha, hata sehemu za siri! Hivyo, ongeza spinach kwenye mlo wako wa chakula chako cha kila siku. Namba mbili ni karanga. Karanga ni nzuri sana kwa sababu zina mafuta mazuri ya aina ya omega 3. Mafuta haya husaidia kuboresha uzalishaji wa homoni za kiume na kuimarisha afya yako kwa ujumla. Pia, karanga zinasaidia kuongeza mzunguko wa damu kuwa vizuri mwilini. Namba tatu ni ndizi. Kwenye ndizi kuna madini ya potassium, ambayo ni muhimu sana kwa afya ya moyo na mzunguko wa damu. Pia, zina enzimu inayoitwa bromelain ambayo husaidia kuongeza nguvu za kiume. Unapokula ndizi unasaidia mwili wako kuwa na nguvu za kutosha. Namba nne ni samaki, samaki wa mafuta kama vile salmon wana omega 3 ambayo husaidia kuweka mzunguko wa damu kuwa sawa. Hii ni muhimu sana kwa kuimarisha nguvu za kiume. Pia, samaki hao wanajulikana kusaidia afya ya moyo, ambayo ni muhimu ili kuwa na stamina ya kutosha. Namba tano ni pilipili. Pilipili zina kemikali inayoitwa capsaicin ambayo inasaidia kuongeza mzunguko wa damu hii inamaanisha kuwa damu inafika kwa haraka zaidi kwenye maeneo yote ya mwili, hivyo kusaidia kuongeza nguvu. Pia capsaicin husaidia kuboresha hisia na kuongeza furaha, jambo linalochangia kwenye kuongeza nguvu za mwili unapokuwa unakula vyakula hivi. Lakini pia kumbuka, ili kuwa na nguvu za kiume unahitaji kufanya mazoezi, kupumzika vizuri na kuepuka msongo wa mawazo. Vyakula hivi ni msaada, lakini afya ya mwili kwa ujumla ndio inayoleta matokeo bora. Ikiwa unahisi changamoto yoyote kwenye nguvu za kiume, usisite kuwasiana na Daktari Rafiki. Kama umependa video hii, bonyeza like, share kwa rafiki zako, na usahau kusubscribe kwa elimu zaidi kuhusu afya. Asante sana kwa kunisikiliza, tuonane tena kwenye video inayofuata. Mimi naitwa Dr Rafiki.